Yeah, hoya, hoya, ha, hola, hola. Na hapa tuongie stori za bangi na za umetema jaba ndio unakula, mi nakula, sasa mi nakula tu bangi yangu sahii ni siasa ya yeah, Kenya. Sasa wacha niwambie sahii ni, mm, sahi ni serious business. Wananchi mtege masikio, no, masikio vizuri mtege, mtege wana masikio wananchi hii nyakati ya Ruto ziji, nyakati ya Kinyata, nyakati ya Mui iliisha, mambo ya babu nyanya, nyakati ya baba mnyanya iliisha. saa hii tuko na generation yetu ya Gen-Z. Saa hii wenga ni wa Gen Z walisema, Gen Z wana jenda gani tu unaambia wananchi? Jenda jenda yetu ni moja, sisi ma Gen Z. Saa hii Ruto, kama unataka masikio, sikiza wewe. umeitwa majina mingi, sijui unaitwa nani, unaitwa nani, mimi sitakutaji hizo majina. Sasa mimi nakuita Broker wewe ni broker, wewe una broker Kenya, unga imepanda, broker yako juu ya kichwa. Sasa broker, sikiza hii kitu naweza kuambia, broker wewe una broker Kenya sana sana sana. Eh kasongo, sasa hizi unajifanya unatutengenezea ati unatuwekea kabro ati sasa ukuje upige siasa. Tutaki hiyo mambo ya siasa. Kabro ni mkate, kabro unatuwekea hapa, hiyo ndio umetangana na mzee atuwekea hawa watu kabro ndio kuja upige siasa tu uchinde miaka ya miaka tano uje five years tena. Wewe unataka kaunti yenyewe ifanywaje? Ah, mimi kaunti yangu Kaunti yangu nataka itengeneze kwa e, London. Eh? London. Juu taanaka kijiji hmm, bwana. vumbi vumbi kila mahali. Sasa mtoto e, nasoma chini ya miti ya nini, na mtu hapa anakimbia na magari ngapi hizo Juz Mina za Aa, za juzi amenunua ndege mi naeza piga hii kamera juu. Mimi ingekuwa hapa karibu Zakayo utambui bwana. Juzi Juzi ndio huyo amenunua ndege anaf, fly juu anatuangalia kwa vibanda e, zetu baba. Sasa mimi kinisambia wananchi. Sasa mfocus na kitu mnafanya. Sasa hii kura ndio hii imeanza wanatafuta mtu anasimama kiti kiti amtafuti hizi majenzi. Majenzii walikuwa wanauliza majenzi, mko na mtu mgara anaweza simama kiti president? Hii majenzi vugweni, Matianga alikuwa kwanza vice alikuwa wa nini waziri wa nini?

Sasa huyu jamaa mnataka kuwa president sasa. Mimi nilipata D. Sasa ukikuwa president utapata nini? Kani nilipata D. Ukikuwa president sitakuwa hii ama Z. Sitakuwa naona kitu. Sasa heri mtafute ma lawyer, mtafute judges ndio wanaweza kuwa president mm. Kenya. Maraga. Sasa mfikirieni akili. Ni nani ndio mnachagua? Ule anajua haki ya wananchi Mutu, musitu, president. Uwezo. Uwezo. President si kuchagua mtu ametoka msitu unapea president. Msitu ni nini? President si uwezo eh, si msitu ama si kusoma. President ni akili ya kukaa chini na kuongelesha wananchi, nakuambie nchi tunataka tujenge aje sisi wananchi. Unakuja wewe president unauliza wananchi, tunataka hii nchi jengwe aje? Si unakuja unambua kini atizio tunatenga Tunatenga tunatenga, kwanza kabila zingine, unatenga kwa wananchi wengine, hiyo ndio tenga tenga. Tenga, sisi, ndio maana Raila anaitwa Tinga, yeye ndio Tinga sasa, alitenga wote. Tinga mtu wa kutenga, anatenga, aliingia hapo akatenga wengine ati wache ukabila. Hii kitu ya kusema waache ukabila, kabila uache kabila, ni mtumwa. Sasa nataka tukue watumwa. Hii Kiswahili yenyu tu ndio naharibu wananchi, wache kutubeba ufala bwana, ni ubombo class eh Si, Ruto pia ni mwananchi A, Ruto ni mwananchi wetu tu. Eh, na Raila pia ni mwananchi, si mwana si mwana mwana ni mwananchi, tena anatuinchi sana anatunyanyaza, anatu, sana na mtu mnaweza simamisha president hii mambo ya sigoi sijui nini, machwani machwani. Hatutaki ya maendeleo sisi, tunataka machwani machwani. Itanisaidia nini? Hata wakati ya sasa unakuja unatupea dhao hiyo chwani, ni gift hiyo chwani, ni kinunua mafuta tayari hizi maliza kupika ugali. Hata sasa hizi shiba ya chwani hiyo nimekataa. Mimi kama Okorooroni, saa hizi mimi nasema saiyo, kama wewe ni mwananchi sahii, Wewe tafuta mtu mtu ule tu tu unaona tu aliwatetea wana jenzi. Ule jamaa na watete yangu wakati mnashikwa jamaa ndio mnafaa mpe president. Sasa yeye mwaacha kufikiria ati baba baba na babaisha hapa tu. Andaka tu, anataka anataka anataka akishaona mtu mtu amezoea president tena anaenda mwaacha kufuata mtu kwa matako. Na anaambia baadaye ni hao mimi mimi ningeingia hapo ndani. Umejua mtajua mjua. Ata babaisha. Sasa hizi anataka broadcast. Akishapata sasa amenyamaza. Sasa, mnashikwa hapa, mnapigwa sasa. Nani amewakimbilia huyo jamaa anakuja kuwatetea au huyo jamaa anakuja kuwatoa huyo? Ndio mnafaa president. Wacheni ujinga.